Na huku ndoa za mapema zikiendelea kuzua hofu miongoni mwa wakazi wa eneo la kaskazini mwa Kenya, baraza la wazee wa jamii ya Wagabra na Wasamburu uh, walikongamana Mchana kutwa hapo jana katika juhudi za kutafuta suluhu ya tatizo hilo. Kwenye mkutano huo uliofanyika katika kaunti ya Samburu, wazee hawa waliafikiana kufanya jitihada zaidi kumaliza kabisa tabia ya kuozesha watoto wa kike kabla ya kutimu umri. Boniface Barasa alikuwepo katika mkutano huo na kutuandalia taarifa inayofuata sasa. Bye. Bye. Bye. Hai. Ni wazee wanachama wanaojumuisha baraza la wazee wa jamii ya Wagabra na Wasamburu wamechutama mita chache kutoka kwa kinamasi cha Kisima Samburu Magharibi, mahala ambapo Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta aliiongoza jamii ya wa Wasamburu kusaini mkataba wa makubaliano wa kupiga teke ukeketaji wa mtoto wa kike, wakitoa wa dua kwa pamoja kisha baada ya kushiriki maombi ya pamoja, wanaelekea ukumbini wanakoshiriki mkao wa pamoja kubuni sera zitakazowezesha kukomesha kuoza binti zao mapema. Kama wazee wa Gabra, tumekuja hii distance ili tumalize ndoa ya wasichana wakiwa bado wako young kabisa. Hii mambo yukome. the Together just to uh, learn from each other. Tukapatia kila msasi yaani, mzee muwe sasa muti ya kwanza kwako. Basi ikipatikana, wewe ukipatikana na ile mtoto umri yake ijafikia umri ajahitimu umri ya, ya, ya, ya kuolewa. Basi wewe tumepatia wewe serikali w i o w Uh, 34%. Viongozi eneo hilo wameridhia hatua hiyo kama itakayozaa matunda. Kiasi kubwa sana itapunguza sana ndoa za mapema za watoto. Kwa sababu uh, hapa kulikuwa na hiyo declaration ya Uh, Kisima wa Sambu na Marsabit tulikuwa na declaration ya Bagada ya FGM, child marriage issues, uh, FGM, we are playing our role in terms of uh, uh, providing basic education to our, to, to our children. Wazee hao wana jukumu la kuendeleza kampeni hiyo nyanjani. Vikao hivi vinatarajiwa kuwa na natija na kuzidisha nguvu kazi ya kukomesha ndoa za utotoni na ukeketaji wa mtoto wa kike katika jamii za wafugaji ili kuhakiki kwamba vita hivyo vinafanikishwa kikamilifu. Bonfas Barasa, Runinga ya Citizen, Gatuzi la Samburu.